kutetea haki za binadamu huko Mombasa wameshutumu kukamatwa kwa baadhi ya wanaharakati katika kaunti za Mombasa, Nairobi, Nyandarua na Kisumu. Wanaharakati hao wanailaumu serikali wakisema hiyo ni njama ya kuzima sauti kuhusu haki. Maandamano ni haki ya, kiket, ya kikatiba na si uhalifu kufanya maandamano. Na sisi wakati tuko kwenye maandamano tunaandamana peupe, hatujifichi na sura zetu tunazitoa. Kuna propaganda kubwa sana kuwa hizi maandamano zinapata wafadhili, maandamano zina pesa zimemwaliwa. Hii yote ni urongo. Washike wale watu ambao wanafadhili maandamano. Hii ni kuleta tu kuwa propaganda ili watu waogope kujitokeza. Majenzi nani anawafanda? Hawa majenzi wanaishi majumbani kwao, wengine ni ma student, watu wakitaka jioni anaenda nyumbani. Kama ni kufanda, Ingekuwa sasi basi matajiri sana, ingekuwa kila mtu atembea na gari hapa. Kwa hivyo hii ni porojo, ni propaganda ya kuleta tu watu waone kuwa This thing is well organized, na kwa sababu ni ghadhabu. Ingekuwa hakuna shida katika hii nchi, watu hawangejitongeza. Kwa hivyo mambo ya kusema kuwa tunakuwa funded, hii ni porojo na ni propaganda ya hali ya juu.